Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, leo ikiwa ni siku ya Jumatano, Mama Kanisa mtakatifu anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Yosefati askofu na shahidi. Injili yetu siku ya leo tunasoma kutoka kwa Mwinjili Luka sura 17 aya kumi na moja hadi aya ya kumi na tisa. Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu Yesu alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya na alipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu kumi wenye ukoma wakasimama mbali wakapaza sauti wakisema e hey Yesu bwana mkubwa uturehemu alipowaona aliwaambia enendeni mkajionyeshe kwa makuhani Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote kumi wale? Kenda wao wapi? Je, hakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu akamwambia, Inuka enenda zako, imani yako imekuokoa. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa katika Kristo, mara nyingi tumekuwa tukipokea baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kila mmoja basi kwa namna yake kila mmoja basi kwa namna mbalimbali ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia katika maisha yake. Wengine basi wameomba kazi wamepata, wengine wameomba kuwa na familia bora wamepata, wengine wameomba kuwa na afya njema pia Mwenyezi Mungu amewajalia, lakini mara zote tunasahau kumrudishia Mungu sifa na utukufu. Tunaona kama hiyo yote hayo yote ambayo ameyafanya katika maisha yetu ni haki zetu. Leo basi mama kanisa mtakatifu anatualika tuwe na mioyo ya shukrani, kwani mioyo isiyokuwa na shukrani mara nyingi inasababisha hayo mema ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia katika maisha yetu ya sidumu. Hayo mafanikio ambayo tunayapata kwa wingi katika maisha yetu ya sidumu. Ndio maana basi leo hii tunaalikwa kuiga mfano wa Msamaria kwenye Injili tuliyoisikia hivi punde ambaye yeye basi alionyesha moyo wa shukrani na kurudi na kumshukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa yale mema ambayo Mwenyezi Mungu amemtendea. Sisi basi lazima kuwa na mioyo ya shukrani, mioyo itakayotufanya tuweze kupata baraka zaidi na zaidi. Na kwa maombezi ya Mtakatifu Yosefati askofu na shahidi, tunalikwa basi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna yote aliyokujalia katika maisha yako, iwe kidogo iwe kikubwa, tambua kwamba moyo wa shukrani ndiyo unaongeza baraka zaidi na zaidi. Hivyo lazima kujifunza kushukuru, kwa sababu katika kushukuru ndipo tunapata baraka nyingi, katika kushukuru ndipo Mwenyezi Mungu anatujalia zaidi na zaidi. Lazima kutambua kuwa shukrani kwa Mungu inathibitisha imani yetu na inatupa baraka na wokovu kamili. Hivyo basi katika maisha yetu lazima kutafuta baraka na wokovu kamili ambayo ndiyo yanatuthibitisha katika imani yetu na kutufanya kuwa Wakristo wa kweli, Wakristo hodari, Wakristo waliokuwa tayari kusimama na Mungu katika maisha yao yote. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.